Uh, siku, siku ya tarehe tano uh, Jumanne tarehe tano wiki hii nikiwa kwenye shughuli zangu zingine za kitaifa na mambo yangu mengine nje ya mkoa wa Kilimanjaro, niliona kwenye mitandao ya kijamii uh, mabango yanayoashiria kwamba nitashiriki kwenye mkutano wa Chadema ambao umeandaliwa kata ya Mbukomu tarehe uh, kumi na sita. Bango hili limenipa mashaka makubwa, kwa sababu kwa bahati mbaya imesambazwa na, na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa lengo la kuonesha kwamba nitashiriki na wakiwaeleza watu na nchi kwamba washiriki ili wasikilize ni nini ninachotaka kusema. Kitendo uh, hichi kimenishangaza na kimenletea wasiwasi, na nimejaribu kufuatilia ni nani hasa au ni ni uongozi gani ambao ume, umeweka bango hili kwa kuchukua picha zangu, na hasa picha ambazo wamezichukua wamezichukua kwenye mitandao ya kijamii, tena wamechukua kwenye Facebook picha za zamani nikiwa diwani, uh, wa nikiwa diwani. Sasa uh, jambo hili niweke wazi kwamba kwanza moja sina sababu ya aina yoyote ya, ya kushiriki mkutano wa Chadema. Sina sababu aina yote, lakini pili, hata kama ninataka kushiriki jambo hilo lolote la Chadema, basi ni vyema ningeulizwa, ningeshirikishwa, ili nijue nashiriki jambo gani. Na tatu, kama wanataka kufanya mkutano wa hadhara wa jambo lao, lazima wangeelewa kwamba mimi sio wa chama chao, mimi sio wa Chadema, mimi niko Chama cha Mapinduzi, na ninaona ni viashiria vya maksudi vya makusudi kabisa vinavyofanywa na Chadema kwa lengo ya kunidhoofisha kisiasa au kunigombanisha na chama changu, Chama cha Mapinduzi, ambayo mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa wilaya na vilevile ni diwani mstaafu wa CCM. Hata hivyo, nataka niweke wazi kwamba kwa taarifa ambazo zinafahamika ni kwamba hizi ni dalili za uoga, ni dalili za uoga kwa maana Chadema wanajua, wanajua nguvu yangu au nguvu yangu kwenye siasa za Moshi Vijijini. Na sasa wanatafuta mbinu ya kunigombanisha na sisi, kwa sababu wanajua ni kipindi cha uchaguzi na ni kipindi ambacho tunafika na kuanza kuhisi fulani atagombea nafasi ya udiwani fulani atagombea nafasi ya ubunge. Sasa ukimdhoofisha mapema unakuwa umefanikisha lengo lako kwa maana ya kunitolea imani, kuniondolea imani na chama changu cha Mapinduzi. Nataka niwahakikishie wana chama cha Mapinduzi kwamba uh, train inayoitwa train huwa itembei kwenye lami, natembea kwenye reli, na mimi ni train, naitembea kwenye reli, siwezi kujidanganya nikatembea kwenye lami. Naomba ndugu zangu wachadema wafanye yale ambayo yanahusu wao waache kutugombanisha. Sisi wote tunataka tufanye siasa safi. Wakianza siasa chafu, mimi ndio mtaalamu wa siasa chafu, naweza nka, nikafanya siasa chafu kama wanataka tuanze siasa chafu, lakini tukitaka kufanya siasa nzuri, tufanye siasa safi ambazo za kuheshimiana na kuheshimu uhuru na utu wa watu. Nimeendelea kuwasiliana na mawakili wangu, nijue kama kuna sababu ya kuwashtaki, ili niweze kujua kama kuna sababu ya kuwashtaki, kuchukua picha yangu na kuiweka kwenye kwa kwa kwa kwa mabango. Na kwanza niseme licha tu kwamba ni, ni kosa, lakini pili ni kosa la jinai pia, kwa sababu ni kutumia mitandao ya kijamii kufanya jambo ambalo sio sahihi. Na niwakumbushe juzi juzi tumetoka kwenye kesi ya Dr. Slaa kwa sababu ya ku, kuandika au kusema mambo ambayo sio sahihi, na Dr. Slaa amepata shida kwa sababu hiyo. Naombeni sana ambao mnaendelea kuweka vitu ambavyo hamja hamjaagizwa niache. Kwa kusema hayo, niseme tu naendelea ku kuheshimu uhuru wa watu lakini naomba uhuru huo uwe na mipaka. Imeletea taharuki na kuanza kuleta wasiwasi kwenye jamii kwamba pengine kuna jambo ambalo nataka kufanya au nataka ku na kumbuka kwamba ni kipindi cha cha, cha, cha, cha uchaguzi kinafika mwaka huu. Kwa lazima ieleweke kwamba ni lazima imeletea taharuki na kuletea wasiwasi kwa kweli kwa jamii, jamii lazima imepata wasiwasi. Leo unataka kufanya nini? leo unataka kuenda wapi sasa? Naombe sana ndugu zangu, hebu wapunguze munkari na vitu ambavyo havina heshima kwa jamii.